Bana, nilivyoenda kudandia meli South Africa ili niende Ulaya moja kwa moja, mwanangu limeenda zangu bichi, kuna bichi inaitwa bichi Deben Natali, kuna maskani hapo inaitwa maskani ile mbili, hapo kuna wabongo kama wote hapo. Hao wabongo wanakwambia South Africa kuna maisha. South Africa ni Afrika tu, sio Ulaya wao mawazo yao, kwenda za Ulaya hao ndo mabaharia hao. Na mimi moja kwa moja nilipofika hapo nikakaribishwa nikamwambia, "Mwenetu karibu kweli." Bwana kufika pale kwanza, mabaharia nikaribisha, wakanichukulia maelezo. E bwana, mwenetu, wewe kibongobongo, ulikuwa unaishi sehemu gani? nikamwambia Dar es Salaam, Tanzania. Wakaniambia kabisa, kama hujatokea Dar es Salaam, inabidi tukusachi, tukusachi sehemu zote, tukusachi ilizi. Sababu kuna watu kutoka zao mikoa ya Tanga, Bagamoyo, Morogoro na Kigoma. Hawa wakienda bichi hawakai, wanawaacha wauni kwa sababu wanatoka huku Bongo wanatoka na ilizo, wanatoka kwa waganga, wameroga kwenye meli. Mtu anajificha haonekani, siku mbili tu utashangaa mtu kalandia meli, anapiga simu ipo Sweden, anapiga simu pale maskani bichi pale reli mbili, mtu ipo za Norway, ipo za Uingereza, iko Spain. Kwa hiyo mabaharia wanaona haiwezekani, yani umetukuta wewe siku mbili siku tatu, afu tuwachapa hapa kwa sababu yashatokea sana watoto wa kutoka Tanga na kutoka mikoa mingine kama Kigoma, Morogoro, wakifika pale bicha wakai. Kwa kama tuambie kabisa bwana, kama umetokeza tu mikoa hiyo tunakutajia bwana, inabidi tukuvue nguo tukusachi. Ngabe mimi nimetokeza zangu Dar es Salaam, baridi, wakanichorea meli kwenye ukuta, wakaanza kunielekeza sasa. Eh, meli ndio yapo kwenye ukuta, jinsi ya kupanda, kuna gangway au sio bwana, afu vile vile kuna nanga. Na wakanichorea jinsi hii juu pale kuna mifuniko unaingia chini hapo maskani ya leli mbili. Kufika pale maskani ya leli mbili, kwanza wakanipa achuzi. Achuzi ni mtu wa karibu ambaye anatembea naye kila wakati, nikienda zangu juu mjini kwenda kuchukua labda mboga, nyanya. Na kila mtu pale ana kitengo chake, yaani hapo kuna wabongo kama wote, wabongo kama laki na hamsini, na kila siku wabongo wanapanda meli wanaondoka. Mbona bwana, basi mimi dakika ya mwisho nilipopewa mwanangu anaitwa Omari mtoto wa Mbagala Mbagala Nzasa huyo. Huyo ndo achuzi wangu nikawa natembea naye. Mimi kitengo nilichopewa cha kwenda kuchota maji kuna semba anaitwa Madeni Wafu kuna mageti ya kuchota maji kule maji ya kunywa kuleta maskani pale lele mbili. Eh, mabalia ndo tunakunywa. Kila mtu ana kitengo chake. Mwingine kuchukua mchele, bandarini kwa ajili ya kula, mwingine kuchukua mboga, mwingine nyanya, wengine kupika, wengine kutafuta kuni. Lakini akili ni moja tu kudandia meli kwenda Ulaya. Hatuna mpango ukaa South Africa kwa sababu South Africa ni Afrika sio Ulaya. South Africa kuna maisha. Hiyo ndo kauli mbiu yetu mabaharia. Kweli bwana. Sasa katika kujaribu kupanda meli siku ya kwanza, mwanangu nimeongeza tu Madeni Wafu na mwanangu yule pale, Omari. Mtoto wa Nzasa, tukalukiwa. Katika kulukiwa, papa tupapatu nini, tukapolonyoka, kwani tukarudi na Maskani, bado maskani, tukapata stori bwana, meli sasa hivi upande kija ujao watoto wa kitanga ndio wanaongoza kuwa katika manchi ya watu. Wa Zanzibari wapi wapi wanatumia uchawi kupanda meli. Kwa hiyo hapa cha msingi hapa, tunaenda utukwa mganga, tutafute mganga ili atusaidie kutupa ilizi ya kupanda kwenye meli, usionekane ugeuke hata sisimizi au mjusi. Basi moja kwa moja mwanangu na mwanangu mali, tukabidi sasa tupandishe juu, tutafute mganga, kwa sababu South Afrika waganga wapo kama wote. Waganga wenyewe wanaitwa sangoma, waganga wa South Afrika, na maduka ya vifaa vya asili vya uganga, maduka yapo kama yote yapo South Africa. Na wanaupenda uchawi kinoma South Africa. Basi moja kwa moja sikuenda kwa mganga mimi na mwanangu. Kufika pale kwa mganga, tawile tawile, eh, Kizulu oke, okay, woza woza bafeto, eh, hii ni wewe na mkinga wako. Shida yenu ninyi tuambie. Bwana sisi tuna mabaharia sisi, tunataka tupande meli tudandie, lakini ile meli tukipanda meli kabla haijaondoka bandarini kuna kuwa one hour stole away searching, yaani kuna risari moja la kutafuta watu walozamia wanachua mijibu wa kila kona kabla ya meli ijatoka. Kwa hiyo sisi, mganga, tumekuja nia yetu na mazumuni, tukipanda katika ile meli tukijificha, tusionekanike utupe dawa tuonekane hata sisimizi au hatu tufanane na upepo. Kweli mganga akasema bwana ye shida sio kubwa, ni shida ndogo sana kwangu mimi, washakuja mabaharia kama nyinyi, na nyinyi Watanzania ndo zenu. Eh, nishapata wateja kama nyinyi wengi sana na wengi, sasa hivi wanapiga simu, wengine wapo Vietnam, wengine wapo zao Swideni, wengine wapo zao Uingereza, wamepitia hapa kwangu. Story itaendelea.